Wadau na wakulima wa zao la pamba wilayani Igunga mkoani Tabora wameagizwa kusimamia ubora wa zao hilo ili kuliongezea thamani, ambapo wilaya hiyo imejipanga kuongeza uzalishaji katika msimu mpya wa ununuzi wa uzaji wa pamba. Tujiunge na mwandishi wetu Lubango Mleka. Mkuu wa wilaya ya Igunga Sauda Mtondo. Akizungumza katika kikao cha wadau wa zao la pamba kilichoandaliwa na Chama Kikuu cha Ushirika Igembensabo amesisitiza viongozi wa Amkosi kampuni za ununuzi wa pamba na wakulima kuwa makini katika ununuzi na uuzaji wa zao hilo. Nisisitize na mimi tena swala zima la ubora. Swala la ubora ni wakwenda kufanikisha soko letu la ununuzi wa pamba pale pale, kwa sababu pamoja na hoja tutakazo zitoa lakini hatuwezi kuacha kuingia wa soko. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Igunga, Selwa Abdalla Hamidi, amewataka viongozi wa AMCOS makampuni ya ununuzi wa pamba na wakulima kushirikiana na serikali ili kupata pamba bora na safi. Hii sokoni tuweze kushirikiana, bila ya kushirikiana hatutaweza kufikia malengo. Pamba hii ikienda iki, iki nchi za nje kuuzwa inasimama haisimami kama Igunga, inasimama kama taifa. Kwa hiyo kama wewe una yako mbovu na mwenzako iko nzuri, kitangazwa unashusha ya mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Igembe Nsabo, Joseph Mlemeji Angelia, amesema kuwa msimu huu mpya wa ununuzi wa pamba 2025-2026 wanatarajia kuvuna tani 2500 sawa na kilogramu milioni 25. Tunatarajia kuvuna au kukusanya pamba kiasi cha tani eh, na tano na kilogramu milioni 25 na kwa ushuru ambao tumepewa kulingana na tunatarajia kukusanya zaidi ya shilingi milioni mbili ambazo sasa chama kikuu kinaenda kwa kusaidia, kinaenda kusaidia kutengeneza miradi mbalimbali. Mwakilishi wa viongozi wa kampuni za ununuzi wa zao hilo la pamba wilayani Igunga, Charles Mashauri Matulanya, na mwakilishi wa makatibu meneja wa Amcos wilayani Igunga, Samson Nkinda Mwandu, wamesema kuwa tayari wamejiandaa kwa ajili ya kuanza msimu mpya wa ununuzi wa zao hilo. Sisi kama wanunuzi tumejipanga, tuko tayari kuingia sokoni, tutafanya vizuri kununua pamba ambayo kutoka kwa mkulima, pamba iliyo bora, haina uchafu wowote ule. Nikiripoti kutoka wilayani Igunga mkoani Tabora, Rubango Mleka, ZBC.